Kizungumza katika hafla ya kukabidhi boti hiyo pamoja na uzinduzi wa upandaji wa mikoko kwa shehia hizo, huko katika shehia ya Dodo, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Mwita Marwa Mangora ni katibu mkuu wa mtandao wa uhifadhi wa mikoko magharibi mwa bahari ya Hindi WIOMN, amesema wataendelea kushirikiana na kuhakikisha wanahifadhi mikoko kwa manufaa ya kitaifa. Kwa hiyo mradi huu kwa hapa Tanzania unatekelezwa maeneo mawili, moja ni Kilwa kule Tanzania bara na jingine ni Pemba hapa kwenye shehia tisa za ukanda huu wa e, mashariki kusini mashariki ya kisiwa cha Pemba. Kwa hiyo e, shughuli ambazo zinafanywa na mradi huu ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi misitu hii ya mikandaa. Kama tunavyojua, nisikipenda kurudia, manufaa au matumizi yote tunayafahamu, maisha yetu yako hapa hapa yanategemea hapa. Kwa hiyo e, shughuli kuu ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi na pia kurejeshea sehemu ambazo tumewahi kwa sababu moja au nyingine kuziharibu katika eh, shughuli mbali mbalimbali za maisha yetu. Kwa hiyo tuna, tuna, tutakuwa tunapeana ushauri, utaalamu wa namna bora ya kuhifadhi na kurejesha pale ambapo tuliharibu. Kwa upande wa huu mradi kwa WWF, tumekuwa tukifanya utekelezaji uh, huu kwa pamoja na wenzetu kutoka WIOMN. E, lakini tumekuwa pia tukijikita zaidi katika kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kujua swala zima la umuhimu wa uhifadhi wa mikoko au mikandaa e, katika nchi yetu na duniani kwa ujumla, na tunajua madhara mbalimbali ambayo mbali matokeo yamesababisha mikoko imeharibika. Sasa umekuwa ni muda mwafaka wa kuweza kufanya kazi na wanajamii kwa, kwa ukaribu katika kutoa elimu ili basi waweze kuona ni umuhimu gani wa kuweza kuhifadhi mikandaa na mikoko lakini pia suala zima la urejeshaji wa, wa mikandaa kwa njia ya kupanda na njia ya uhifadhi na, na kutenga maeneo ma, ambayo ni ya kuhifadhi ili usiendelee kuharibika. Lakini sambamba na hilo, tumekuwa tukitoa sapoti kama vifaa mbalimbali ukiwepo boti kwa ajili ya kusaidia swala zima la uhifadhi, lakini pia pamoja na ufuatiliaji na, na, na, na, na tathmini ya maeneo ambayo yamepandwa na kuhifadhiwa ili tuone kwamba yanaenda katika hali gani. Nao baadhi ya wakazi wa shehia hizo tisa wamebainisha mikakati yao ya kulinda maeneo hayo kwa maslahi ya kizazi cha sasa na baadaye. Kikosi kazi tutahakikisha eneo tutalidhibiti na tutalilinda, na tutakuwa na mikakati kuhusiana, jamii waliokuwa hawajafahamu kwanza, tutatoa, tutazidi kutoa elimu na tutaweka kikosi kazi cha ajili ya kuwa tutalilinda na tulie madhubuti nayo iliendelevu kwa baida, faida ya kizazi kijacho na tutalilinda wakati wowote mchana na usiku tuko tayari kwa hilo. Kasema kwamba kwa kwa kwa ni ukosefu wa elimu kwa jamii kuweza kuwafikia na kuweza kwamba baada ya mradi, basi zoezi la uendelevu katika nyanja kama hizi basi ni jambo ambalo la msingi kwa kweli, jamii kuliendeleza, kwamba kwa sasa tumejirekebisha, tumeshapata mafunzo mbalimbali, esa kwamba eneo ambalo linafanya urejeshaji basi kwanza tunalilinda na kuhakikisha kwamba tunalidumisha kwa sababu uoto wa asili unarudi katika hali yake ya kawaida. Mkuu wa Wilaya ya Mkoani Dr. Hamad Omar Bakar amesema serikali haitofumbia macho baadhi ya watu wanaofanya vitendo vya uharibifu wa